Maanake ukitoa watu watakupenda, watu watakuisani na wao, watu watakuonea huruma, una lako, watu watakuja, una vyako vimekwama, watu watakusapoti, ndo utaratibu wa amma man baghila wastaghna, na yule ambaye atafanya ubakhili juu ya kutoa, wa kadhaba bilhusna, na akabisha juu ya kutenda ule wema wa kutoa fasano ya siruhu lil yusra, tutamjombokeza majambo ya yake yatakuwa mazito. Maana yake hapa inatupa picha ya kuona kwamba maisha yetu sisi yamezungukwa na matakwa yetu sisi. Ukitoa uki okay? ukitoa Mwenyezi Mungu anakuongezea na ukitoa Mwenyezi Mungu anakufungulia, na sadaka ipo pana sadaka inafungua milango ambayo imejifunga . Swadaka inasaidia ukiitiliania